Moja story ambazo zinazidi kutrendi mtandaoni ni kuhusiana na nshu ambayo inamhusu mwanadada ambaye anafahamika kwa jina la Neema kutokea mkoani Arusha ambaye alifanikiwa kujifungua mtoto na baadaye kuzua taharuki ya kusema kuwa mtoto aliopewa sio kwake. Sasa, a, hii ni story ambayo imezua gumzo na imeleta maneno mengi na mpaka serikali ikaamua kuingilia kati na kufanyia uchunguzi. A, kwa maneno ya mwanadada huyu Neema anasema kuwa mtoto ambaye pewa alikuwa sio wa kwake kwa sababu mtoto wake yeye alimnakili wakati anajifungua, na kanga aliyokuwa amemvishwa mtoto wake anaikumbuka, lakini mtoto alioletewa na baadaye akasema kuwa mtoto sio wa kwake, na yule mtoto kwa bahati mbaya amefariki dunia. Sasa ni stori ambayo imezidi kutengeneza picha nyingi nyingi kwa nyingi, nyingi. Kwa nini mtoto sio kwake? Kwa nini mtoto ambaye ameletewa e, am, amefariki dunia na stori zikawa nyingi sana. Sasa serikali kaamua kuingilia kati na kufanya DNA kwa watoto waliozaliwa wote siku hiyo ili kupata majibu ya kuwa a, mtoto wa Neema ni yupi. Sasa kwa bahati mbaya na majibu ambayo yametoka ni a, mtoto sio wa Neema na yule mtoto ambaye amefariki ni mtoto ambaye ni wa kwake. Sasa ni ishu ambayo imekuwa nzito, kwa sababu mpaka sasa hivi Neema pamoja na familia yake hawajaweza kwenda kumchukua ule mtoto Monchwali, na vilio vimekuwa vingi, na bado wamebaki na msimamo hule hule wao ya yakuwa kwa mtoto ambaye amefariki sio wakwao. Sasa nini komenti yako kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea? Dondosha komenti yako hapo, usisahau kusubscribe.